La sura hiyo ya nne fungu la ishirini na nane na ishirini na tisa tunapoenda kuomba, ishirini na nane na ishirini na tisa Basi yule mwanamke akauacha mtungi wake, yule mwanamke akauacha mtungi wake, akaenda zake mjini, akaenda zake mjini, akawaambia watu, akawaambia watu, njoni mumtazame mtu aliyeniambia mambo yote niliyoyatenda, njoni mumtazame mtu aliyeniambia mambo yote niliyoyatenda. Je, haimkini huyu kuwa ndiye Kristo? Je, haiwezekani kweli kwamba huyu ndiye Kristo? <laughs> hata kabla yule mama hajawa na uhakika kwamba huyu ni Kristo, ila tabia ya ukweli iliyokuwa ndani ya mzungumzaji ambaye ni Kristo mwenyewe huyu mataifa alijua, wanaosemaga ukweli sio wengine, ni Kristo mwenyewe ama mfuasi wa Kristo kweli kweli. Jioni ya leo vijana, tumo katika dunia ambayo wasichana wamevunjika moyo. Na kinachowavunja moyo ni nini? Wamekutana na vijana ambao hawajawa confirmed, hawajageuzwa nia zao kwa kama ya Kristo, na wanachokikosa ni nini? Ni ukweli na uhalisia wa maisha. Watakapokutana na kijana ambaye ana ukweli wote, anauishi ukweli na anasema ukweli, watasema yumkini huyu ndiye mfuasi wa Kristo. Amen. Ina habari njema ulimwengu sio tu kwamba unamhitaji Kristo, ila unahitaji mmoja ambaye amebadilishwa na Kristo. Watakapomwona huyo, kazi ya ulimwengu ni hii watashuhudia jamani. Ulimwengu utatusaidia kushuhudia kwamba mnasema hamna vijana waaminifu. Sisi tumemwona, njoni mkamwone. Anasali Sakina, anasali Magomeni, anasali Mwenge, anasali Nyegezi, anasali Kiruma, anasali kanda ya Ziwa, anasali mahali fulani, yuko Arusha, yuko Moshi. Njoni mumwone huyu kijana, njoni mwone huyu binti ambaye hata kama iweje ana mahusiano ya ukweli. Njoni mumwone huyu mama, hata kama mme wake ameumwa sana ila nimemwona huyo mama Mkristo, nimemwona na anasali kanisa fulani la SDA, amefanana na Kristo. Ulimwengu unasubiri walio na namna ya Kristo na wanaishi tabia ya Kristo, ili watakapomwona huyo waweke vikapu vyao chini, wataweka mitungi yao chini, na they will spread the news, watapeleka habari njema kwamba njooni mwone, come and see. Natamani niwe sababu ya watu kuweka mitungi chini, wakatangaze kwamba wamemwona Yesu ndani yangu kwa sababu ya watu kuweka mtungi chini. Elda Mlemwa pale kazini waweke mtungi chini, waende kusambaza habari, nimemwona mtu aliyefanana na Kristo, nimemwona huyu kijana amefanana na Kristo, nimemwona huyu mama amefanana na Kristo, nimemwona, nimemwona, nimemwona, nimemwona. Na kumbe wakikutana na mtu mwenye sifa ya Kristo ya Kristo ndani yetu ikionekana. Namba tatu ni hii, they will spread the news, watapeleka habari hizi njema. Jioni leo ni nani yule ambaye anasema i need to be a walking pulpit, ninataka kuwa kibeta kinachotembea, nataka kuwa mimbari inayotembea I want to preach Jesus wherever I am. Na paka ni mubiri Yesu popote nilipo, maana ninakuwa kama Warumi kumi na mbili fungu la pili I am to be to be conformed to transform, niwe na hiyo namna ya Kristo ili niwe na nguvu ya kubadilisha jamii. Watu watabadilishwa Muislamu atabadilishwa, yeyote atabadilishwa, na Mkristo ambaye bado hajawa na Kristo, hasa akikuona, naye atabadilishwa. Wangapewa anasema Yesu.